Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu ya JWS Herbal Clinic. Leo tutaongelea faida za komamanga. Wengi wamekuwa wakituuliza tunda hili la komamanga lina faida zipi? Sasa leo JWS Herbal Clinic imebidi tukusogezee hapo au tufundishe kuhusiana na faida za komamanga. Komamanga ina vitamins na na madini mengi ambayo ni muhimu katika mwili wa binadamu kwa hiyo kaa hapo, ili uweze kufahamu ni faida zipi unazozipata kwa kutumia komamanga. Kwa faida namba moja, husaidia kuua virusi vya aina mbalimbali mwilini. Kwa hiyo kama una virusi uh, vya aina mbalimbali, bakteria, fangasi zote mwilini, basi komamanga ni tunda zuri ambazo zinapambana na virusi bakteria na virus ambazo zinakuepo kuwepo uh, mwilini. Lakini pia wale watu ambao wanataka kupunguza uh, uzito, wale watu ambao wanapunguza uh, uzito, wana uzito mkubwa, wana vitambi, wengine wanasema uh, mtu ananyama uzembe, basi tumia uh, komamanga itaweza kusaidia moja kwa moja kuondokana na hiyo changamoto uh, changamoto ya uzito kupita kiasi au uzito mkubwa uh, mwilini. Lakini pia inasaidia kuondoa sumu mwilini, kwa wale watu ambao wana, wana sumu mwilini, basi inasaidia, ni kama detoxification ambayo unaweza ukaifanya detox, kuondoa sumu uh, mwilini kwa kutumia ule unga wake. Ule unga wake unaweza ukawa unachanganya kwenye maji ya uvuguvugu, unatumia asubuhi, mchana na jioni. Lakini pia aa, inatibu yale magonjwa ya muda mrefu kama vile saratani ya tezidume. Kwa hiyo kwa mwanaume ambaye anate, ana saratani ya tezidume ni nzuri sana, au kitumia itakusaidia. Na kama una tezidume moja kwa moja kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea madhara ya kufanyia operation ya tezidume. Lakini leo kama una changamoto hii ya saratani ya tezidume, basi tumia komamanga itaweza kusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia ni tiba nzuri ya vidonda vya tumbo. Kwa wale watu wenye vidonda vya tumbo, mara nyingi wataalamu wa tiba asili na mbadala wamekuwa wakitumia komamanga katika baadhi ya michanganyiko yao, a katika kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo. Ni kwa nini? Kwa sababu inaweza kaua bakteria na, na virus mbali mbalimbali. Na vidonda vya tumbo vinasababishwa bakteria ambayo inaitwa H pylori. Kwa hiyo ni nzuri katika kutibu vidonda vya tumbo bila kusahau acid reflux. Lakini pia inatibu minyoo minyoo, especially minyoo ambayo tunaita ni minyoo aina ya tegu. Kama una minyoo ya tegu pamoja na vimbe au vimbe wa wengu basi tumia uh, tumia uh, komamanga itaweza kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto ya tegu, lakini na uvimbe uh, wa wengu. Lakini pia rojo ya mbegu za komamanga pia uh, imekuwa ikitumika katika tatizo la kuhara, lakini na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo watu ambao wanaharisha wanahara mara kwa mara, basi tumia komamanga, ni tiba mojawapo nzuri. Pia inatumika kutibu changamoto ya mawe kwenye figo. Kwa hiyo kama figo yako ina changamoto figo yako ina mawe figo yako imevimba imejaa maji basi, au figo yako imeferi basi, tumia mbegu um, za koma tumia uh, um, um, um, uh, tunda la komamanga kuondokana na hiyo uh, changamoto lakini pia hata majani yake majani yake pia huwa yanatumika katika huwa yanatumika katika kutibu changamoto ya kuwara. Kwa hiyo kama kwahio kuwara na bakteria katika kibofu cha mkojo, una UTI una fungus, basi tumia hii ah, hili ah, tunda litaweza kukusaidia ah, kiurahisi. Lakini pia hutumika kutibu changamoto ya gesi, kiungulia na kutumika kudhibiti tindikali mwilini. Kwa hiyo kama una changamoto ya tindikali mwilini, basi tumia akomamanga itaweza kukusaidia kuondokana na hiyo ah, hiyo changamoto. Lakini pia ah, mwisho dawa hii mara nyingi komamanga, kama nilivyosema changamoto ya kuhara, kama una mtu anayehara damu anayehara maji, basi tumia atunda hili itaweza kukusaidia ah, kuondokana na changamoto hiyo kama ni mara ya kwanza basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku sau, kutuambia hapo chini. Je, ni faida gani ambazo wewe umeshazipata kwa kutumia mbegu, kutumia tunda hili la komamanga. Tunasema share is caring, kwa hiyo unaposhare na sisi kuna wingi sana, tunaishi na haya matunda hatujui kazi yake, lakini hapa tumekusogezea kazi ya hili tunda, na kwenye video ambazo zimeshapita tumeshaongelea faida za kutumia matunda tofauti tofauti. Kwa hiyo siache kufuatilia, au siache kuangalia na kutazama, ili kuona namna ya kuondokana na changamoto hii. Karibu na Mungu akubariki.